Ila sisi tunaomba kitu hiki kimoja, au watapokuja kwetu hapa sisi tutafunga golizi goli tatu. Na moja goli na wao watapiga golili moja moja, Simba chukue ubingwa, nisikilize mm. Yani sisi tutashinda golizi tatu wao watapata moja, wao kwao kule wametupiga ngapi? Mbili, itakuwa ngapi ngapi? tatu tatu tatu tatu tatu tenda wapi, anachukua kombe Berkane, ngoja anachukua kombe Berkane, wewe si unakuwa mruhusu goli nyumbani Berkane. Berkane. Nisikilize bro. Yaani Simba akishinda tatu moja, Simba chukua ubingwa tena <laughs> Nisikilize brother. Msikia blo hmm. Naomba unisikilize, yaani kiumakini sana, sio kwamba Simba hawezi kuchukua ubingwa. Yaani kauli zako ulivyosema wewe, yani... sio kauli zangu mimi yeah. Mimi ni mwanamsimbazi dam damu. Alafu yeah, mimi kwa Simba atashinda goli ngapi? Simba atashinda goli hizi ngapi tatu kwa tatu hawata hawatapiga moja huku asa sikule tumepigwa moja tumepigwa mbili. Sasa kwetu hapa na wao wanapiga moja, ila sisi tunapiga tatu. Sasa wao watachukuaje ubingu a wa kivipi bro? Ndio tutenda wapi kwani? Yani wao ukishinda uki, ah. tatu wao wametufunga ngapi? kwa mbili. mbili sisi sifuri sifuri aok. yeah. Ah, okay. yeah, sawa. Sasa sisi kwetu, sisi tunapiga hizi tatu au tunalusu golili. moja inakuwa. Au, inakuwa tatu moja hiyo. Tuenda penati ila sasa, yani hiyo mechi inakuwa tatu moja, sindio? tatu moja <laughs> tatu moja ya eh, kweli ila nisikilize basi.